Unapima presha lakini pia tunatoa huduma ya ugawaji wa kinga kwa maana ya mipira ya kike na kiume. Ndugu wananchi, usikiapo sauti hii, sogea ili uweze kupata huduma. Huduma itolewayo ni bure, huduma inatolewa bila malipo kabisa. Lakini pia utapata huduma ya ushauri nasaha. Asante sana.

Yaani, ukisikia maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani ndiyo leo, shughuli zote ziko hapa. Jamani wana Manyinga, mje kwenye mabanda haya, kama siku muhimu na adhimu kwetu, siku ya maadhimisho ya ukimwi duniani. Tuungane pamoja na wananchi wenzetu wote kujua afya zetu, kujua afya yako. Sio swala so, la hiari tu, ni lazima. Kwa nini hujue afya yako eh? Kizazi hiki unatembea barabarani hujui kama afya yako imetengamaa au la. Kwa nini, na vipimo vipo na ni bure, watoa huduma wabobezi kabisa kwenye huduma za unasihi. Mje mwasikilize, watapa ushauri mzuri, mtapima afya zenu, utachukua hatua kama ni kujikinga basi utajikinga uta, usipate maambukizi milele. Yaani maisha yako duniani utaishi bila kuwa na maambukizi, lakini ukikutwa una maambukizi ya VVU kuna dawa. Dawa hizo zinatolewa bure kabisa bila gharama zozote. Haya jamani, wakati ni sasa, mjitokeze kwa wingi, tunasubiri kazi kwenu. Watoto mpo? Washtweni, wazazi waje hapa sawa, eh? Akagusa mwili wako si ndio, eh? Mwili wako na hekalu la nani , eh? la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu suka kutengeneza, jamani. Kwa nini mtu akuguse mwiko si ndio, eh? Usiruhusu mtu akuguse matiti si ndio? usiruhusu mtu akuguse viungo vya siri si ndiyo? Lakini pia ukiruhusu mtu amguse makalio, akifanya hivyo unaenda kumsengea kwa nani? Kwa mwalimu au kwa nani? Kwa mzazi kabisa, hasa mama, si ndiyo, eh? Kwa hiyo jamani, tucheze don't touch kwa uhalisia wa maisha yetu nyumbani. Usikubali mtu akuguse hizo sehemu si ndiyo Sio mjomba, sio shangazi, sio jirani, mtu yeyote yule, hata dada hataki kukugusa si ndio, eh? Ehe, mmeelewa haya? Sasa tusherekee dotitaji mara mwisho, tuambie kuwaita, tuambie kwenye kuhamasisha watu wajitokeze, sawa eh? Kupima nini, virusi hey. vya ukimwi, sawa jamani. Na mkifika nyumbani, waambieni wazazi na ndugu zenu kwamba kupima VVU ni swala la, la muhimu, si ndio eh? Sio mpaka ulazimishwe. Waambie akapime VVU kwenye vituo vyetu ni bure, sawa eh. Waambie jamani, wazazi, nendeni kwenye zahanati mkapime hali zenu, ni bure, hakuna malipo, sawa. na nyinyi mkiwa wakubwa mpime, sawa eh, virusi vya ukimwi, sio mpaka ulazimishwe, si ndio eh? Ah, sasa so, tunahamia kwa jambo letu don't touch. Hakuna mtu anakugusa, si ndio eh? Kuna mtu ameguswa? Hata kama ni mwanzako, usiruhusu kuguse, sawa eh? Kuguswa mwiko, mpo? Haya, DJ ya tuleteza achi a tunaanza eh. Haya mbinu lakini pia siku maalumu ambayo huwa tunaiadhimisha kila tarehe moja mwezi wa kumi na mbili na sisi pia imetunea siku ya leo kukutana hapa, na pengine zikana tukawa tunafanya kwa ukubwa huo. Unaweza kuona namna ambayo maandalizi ijiandaa, lakini tunaamini wakati mwingine tukafanya kwa ubora na kwa ukubwa zaidi ya siku. Anaitwa Shidepa. Shidepa, karibu. Mchana zuri. Okay, kwa majina yanaitwa Mariam au watoto wanapenda kunita madam Mariam, natoka Shidefa ambapo tunafanya kazi na watoto, lakini nimeona kwa sababu watoto wako hapa wengi, neno moja ambao napenda kuongea kwa watoto ni swala la na usalama wa sisi watoto sa. Ah, watoto nakua tuko na viongozi wa dini wanatusaidia, lakini kuna ule muda ambao tunatoka nyumbani tunaelekea shule tuko peke yetu tunatoka nyumbani tunaelekea kanisani au msikitini, tuko peke yetu. Kwa sisi wenyewe tunatakiwa tuwe walinzi, na maana kwamba tujilinde sisi wenyewe. Nini ambacho tunatakiwa kufanya? Kwanza sisi kama watoto hatutakiwi kwenda sehemu ambazo ni hatarishi, kwa maana kwamba hatutakiwi kupita kwenye vichochoro, kwenye vichaka. Lakini kuna yale mabanda ya video yale, haturuhusiwi kwenda na umri wetu hauruhusu, sawa? Lakini pia sisi watoto, chochote ambacho unapitia, unatakiwa kumweleza mzazi. Kwa hiyo unatakiwa mtoto na mzazi wako mwe marafiki. Unaporudi jioni, unatakiwa mwelezee mzazi wako kila kitu ambacho kimefanyika kuanzia asubuhi, ulivyokuwa shule, vitu vyote, na kama kuna changamoto yoyote ambayo unaipata, ukienda dukani unakuta mzaduka zaj anakuita mchumba, ukipita barabarani, mweleze mzazi, sawa, eh? Lakini cha mwisho kabisa, tuna sehemu ambazo hatutakiwi watu watushike, tunazifahamu, tunazifahamu watoto. n n karibu sana asante sana sana, um, leo na wadau wote ambao mmekusanyika hapa na hongereni sana kwa siku ya leo. Watoto pia, watoto tumekuona utulivu, wanacheza wanatuunga mkono. Asanteni sana watoto eh? mwema mabalozi, mkaogeza watoto wenzenu ambao kuweza kufika hapo, kwamba leo ilikuwa ni siku ya ukimwi duniani, sawa. Kazi za Neema Resource Foundation ni kuhamasisha masuala ya kujikinga dhidi ya kiu vi hasa kwa adika na vijana, lakini katika siku hii ya leo tumeungana na wadau wengine kutoka serikalini na mashirika yanayohudumia masuala ya afya kwa ajili ya kuja kuhamasisha jamii ya hapa uh, Turiani kupima afya zao uh, kupima um, presha kupima VVU na pia kupata huduma mbalimbali ambazo tumezileta tume kwa ajili. Tunashukuru kwa wale wote ambao wametuunga mkono, kwa sababu wasingefika hapa, tungeondoka na aubaai kwa kweli. Nashukuru sana viongozi ambao wameungana na sisi na jamii nzima ambayo wamekuja hapa kwa ajili ya kupata huduma. Zaidi ya hapo, tuendelee kuhamasishana e, siku ya leo ni siku tu ya kukumbushana, lakini swala so zima la ukimwi na magonjwa mengine yanayoambukiza ni, ni jukumu la kila mtu na la kila siku. Kwa hiyo tuendelee kuhamasishana. Asanteni sana, mwe na siku njema. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Ngomeo tapela kuwashukuru mashirika tuloshirikiana nayo leo, shirika ya Neema Resource Foundation pamoja na Shifa. Haya mashirika yanasaidiana pamoja na serikali katika kufanya shughuli mbalimbali. Tunawashukuru sana, tumekuwa kuanzia mwanzo mpaka ilo tunahitimisha siku ya leo. Tunawaomba mashirika yetu muendelee kuwa nasi, muendelee kushirikiana kwa hali na mali, ili tuweze kufanikisha kila jambo linalotokea mbele yetu na jingine katika siku ya leo, tunawaasa vijana wetu pamoja na watu wote tushirikiane katika kuhamasisha watu kupima. Pia mtu atakapopima atajua afya yake, kama atakuwa ameambukizwa itamsaidia yeye kuweza kuanza kutumia dawa. sitakuwa na mengi Jamani, mashiriki yetu ndiyo nguzo imara katika halmashauri yetu. Kwao tunaomba msichoke tunapokuja kuwaomba msaada, au tunapokuwa na event yoyote ambayo inahusu kitu chochote ambacho kitaweza kutuletea maendeleo katika halmashauri yetu. Sitakuwa na mengi kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, pia kwa niaba ya DCDO au afisa maendeleo ya jamii wa wilaya, napenda sana kutoa shukrani, shukurani za dhati pia nao pia washiriki natebaoasahau au wadau ambao ambao tunakuwa nao katika huu mchakato, katika hili zoezi wako hakoka ka kama yupo mmoja wao wakasema jambo, karibu kwa niaba ya mradi wangu wa Epic ko niko hapa kushirikiana na mambo yote ambayo yametokea hapa: upimaji, uelimishaji na kadhalika. Kwa hiyo tumefurahi sana kushiriki, na tunaendelea kuiambia jamii, jamani, afya yako ni jukumu lako. Pima ili kujua afya yako ili uendelee kuilinda afya yako. Asanteni sana, na tunaendelea kupima, sio kama na tunaishia hapa. Sisi tupo kila siku kwa ajili ya wote. Asante. Hongereni kwa kazi nzuri. Ni kweli jana nimetangaza mwenyewe, hata kilichotokea sijaamini. Sijaamini ndio maana nimesizi sawa, so, eh? Sijaamini kwa kweli, sio kawaida Tuki. Kwa kawaida si huwa tunafanya mkutano, hata pale ofisini kwetu huwa tunajia, hata hapa huwa tunajia. Lakini leo si maada ndiyo iliyowafukuza hata sijajua, lakini tusirudie tena meza kabisa gonjwa la ukimwi. Malengo ya kuimarisha mwitikio. Lengo la kwanza, kuongeza nguvu kwenye juhudi zilizopo katika afua zote za kupambana na virusi vya ukimwi, ili kuzuia maambukizi mapya kwa kutoa huduma bora, kupunguza vifo na madhara na kuondoa unyanyapaa. Lengo namba mbili, kujenga mwitikio shirikishi kujenga mwitikio shirikishi, hilo ni lengo la ngapi? La pili, sawa. Watoto, serikali, jamii, sekta binafsi, vijana, wanawake na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi kwa kushirikiana kwa pamoja, bila kumwacha mtu yoyote nyuma, kwa kujenga mwitikio shirikishi. Hilo ni lengo la pili. Lengo la tatu, kutumia ushahidi na teknolojia mwitikio ulioimarishwa na unategemea matumizi ya takwimu na mbinu mpya za kitabibu kijamii, na ufuatiliaji wa karibu kwa malengo ya kitaifa na wa kimataifa. Namba nne, kutoa huduma rafiki na jumuishi ili kutokomeza ukimwi, watu wote wanapaswa kupata huduma bila ubaguzi, upimaji na kupata tiba za ARVs, elimu pia na kinga. Nini kifanyike ili kuimarisha mwitikio cha kwanza, kuzuia maambukizi mapya, upimaji wa mapema, na sio mapema tu, lakini ni upimaji wa mara kwa mara. Yule anayepima leo atatakiwa arudie tena baada ya mwezi mmoja, kama yuko kwenye watarishi, lakini leo kwao, sio kwamba leo ukionekana huna, basi ndo nitolee. Ukiendelea na tabia hatarishi, hata jioni yake unaweza tayari ukapata maambukizi. Kwa hiyo natakiwa ukishajua mimi sina basi baada ya hapo chukua hatua za kujikinga, ndio lengo la mstari huu, upimaji wa mara kwa mara lakini kuongeza matumizi ya prep na pep, tuna dawa kinga ya kuzuia au kutokomeza maambukizi ya VVU. Kuna makundi alioko kwenye uhatarishi sinano, kwa mfano wanaojidunga madawa ya kulevya, akishachoma sindano anampa na mwenzake, kwa sababu tunajua ile damu inachemka, akikosa anaona arosto inakaa vivosili kwa hiyo inabidi ampe na mwenzake. Wakati huo huo kwa ile ina sindano inakuwa haijafanywa nini usafi wa namna yoyote, zamani tulikuwa tunasema zinachemshwa. Kwa hiyo wenyewe wanashare mmoja mwingine na watatu na wanne, kwa kama mmoja mmojawapo ana maambukizi ni rahisi kuwaambukiza wengine. Lakini pia tuna wanaofanya biashara za ngono eh, anabadilisha huyu yule na yule. Lakini pia wale wanaoingia kwenye watarishi, labda amebakwa au madaktari sisi kwenye kazi zetu unaweza ukajikuta umejichoma sindano ambayo tayari imemhudumia anaishi na VVU ambayo yatumi dawa vizuri. Kwa hiyo sisi wote tulikuwa tukimbie kwenye pepo kwa dawa, kinga zipo kwa sisi wote tuliokuwa kwenye hatarishi ya kupata maambukizi. Lakini elimu kwa vijana hasa makundi maalum ni njia pia ya kuzuia maambukizi mapya na kudhibiti maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. mimi ninamshukuru sana Mungu kupata nafasi hii kuongea na wananchi wa kijiji cha Manyinga na watu wa idara mbalimbali zinazohusiana na afya kwa ajili ya wananchi wa Manyinga hii. Na ninamshukuru sana maendeleo kwa juhudi ambayo aliifanya kupita kila kona kuzungumza na watu kufika eneo hili kwa ajili ya kuangalia na kupima afya zao, moja mbili, ili usiambukizwe na magonjwa haya. Kwanza ni lazima uamini kwamba Mungu yupo katika imani zetu tunazokwenda kuabudu katika maeneo yoyote. Hakuna mahali panapohamasishwa watu kufanya zinaa, lakini niwaombe kama jambo limekuja na limeingia miilini mwetu, dawa yake ni kukubali haya maagizo ambayo yanatolewa na watu wa idara inayohusika ya afya zetu, ili tujikinge na magonjwa haya. Basi kama tumeshindwa kwenye imani, basi wizara inayohusika na afya inaweza kuongea nasi na sisi tukifuata, hizo maambukizi hayatakuwepo.